Wape stori moja. Sasa kuna siku nilikuwa nimesimama na mpenzi wangu, sasa kusimama, kijana fulani akatupita. Sasa hivyo tupita, akapita akaenda tu na wenzake, nasi tukaendelea tumesimama hapo hapo, alafu baadaye nakuja kushangaa Nasikia mitaani kote, yani taarifa imesha afika sijui nani, eti mimi nimevusha, nimevusha kila naye mpita nani, anambia hivi: ndugu yangu, umekosa cha kufanya ili uwe na umbea? Kama umbea, sasa unapata mafaida gani? Au kama wewe umekosa kazi za kufanya, basi kavae kanga ili ujulikane kwa wewe ni, ni mtangazaji wa umbea. E, koo, ndo hivyo wewe, tafuta kazi ufanye, wache maumbe ambayo hayana faida yoyote ulimwengu. Asante sana, na kama unanisikia unisikia, na kama umependa, naomba basi uka ukaweze kulike video yangu uweze kusubscribe ili uendelee kuona mengine zaidi, maana na, na mengi mengi kwambia siku ya leo. Asante sana, nashukuru.